Mchengerwa ametoa maagizo hayo wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi katika ujenzi wa shule mpya ya sekondari Lwanjilo, alipokuwa ziarani mkoani Mbeya. Ninyi viongozi mlioteuliwa na mheshimiwa rais, mkuu wa wilaya, dhibitini vitendo vyovyote viovu, chukueni hatua bila kujali nani analeta vitendo hivyo. Imeeleweka vizuri? <coughs> <Nani meleweka> <coughs> <coughs> Hayo ndiyo maelekezo yangu. Hakuna kufanya mchezo kwenye swala la amani, hatutafanya mchezo, hatutakubali, tutachukua hatua bila kujali ni nani anafanya jambo hilo ambaye yeye anadhani anaweza kutingisha kiberiti ajaribu na atakiona. Ata maelekezo yangu kwa wenyeviti wa kamati za ulinzi na usalama, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kote nchini, imarisheni hali ya usalama katika mikoa yenu. Kila mmoja wenu amekabidhiwa mipaka ya maeneo yake, kila mmoja wenu, kwa wakuu wa wilaya, mmekabidhiwa mamlaka yenu katika mipaka ya maeneo yenu yule ambaye atashindwa kutatua changamoto na migo, migogoro ya chokochoko zinazoendelea choko, kwenye wilaya yake, huyo, maana yake kazi imemshinda, itakuwa ni wajibu wangu kumshauri Mheshimiwa Rais kumweka pembeni mara moja bila kusita, mara moja. Tunataka kila Mtanzania popote anapoishi aishi kwa amani. Kwa kuwa wilaya mia moja thelathini tisa nchi nzima, dhibitini vitendo vyovyote chokochoko, migogoro isiyofaa. Huu ni wakati wenu wa kuonyesha kwamba taifa hili linawategemea, na rais wetu alipowapa nafasi hizi hakukosea hata kidogo. Kwa hiyo chukueni hatua, tengenezeni wananchi hawa waendelee kuwa na amani, waipende nchi yao, waende wakalime, waende wakafanye kazi kulijenga taifa hili. Awali, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Mbeya, Erica Yegela amesema ujenzi wa shule hiyo una gharimu zaidi ya shilingi bilioni moja utapunguza adha ya wanafunzi kusafiri umbali mrefu. Mpaka sasa ujenzi wa vyumba vinane vya madarasa, maabara tatu, ujenzi wa jengo la utawala, ujenzi wa jengo la maktaba, ujenzi wa jengo la tehama, na ujenzi wa matutu kumi na moja ya vyoo vya wavulana vitano, vya wasichana sita, ujenzi wa miundombinu ya kidato cha tano na sita na ujenzi wa nyumba za walimu na majengo yapo hatua ya ukamilishaji. Naye diwani wa kata ya Lwanjilo ameishukuru serikali kwa mradi huo huku akiomba huduma ya maji kupelekwa shuleni hapo ili kusaidia wanafunzi. Naomba nitumie nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa sana kukuomba, Mheshimiwa Waziri, sisi wananchi wa kata ya Lwanjilo hapa tulipo sasa hivi mmetuletea miradi mizuri, lakini tuna changamoto kubwa ya, ya vifaa vya tehama Tunakuomba kikupendeza mtuangalie kwa jicho lingine la huruma. Lakini pia mheshimiwa waziri, tunakuomba hapa shuleni kwetu miundombinu ni nzuri, lakini tuna changamoto kubwa ya maji. Kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole, Hope Channel Tanzania.